kutilia mkazo japo kwa kifupi mambo yafuatayo. Kwanza, napenda kwa niaba ya serikali kutoa pole kwa Padre Dr Charles Kitima, katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Tanzania, TEK, lakini pia pole kwa baraza zima la maaskofu na kanisa kwa ujumla kufuatia tukio la kushambuliwa na kuumizwa vibaya wakiwa kwenye makazi yake. Serikali inalaani vikali na kukemea tukio hilo, hilo, pamoja na matukio mengine kama hayo ya uvunjifu wa sheria, na serikali imepokea kwa unyenyekevu rai iliyotolewa na kanisa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 na wale wote watakaothibitika kuhusika na matukio kama hayo ambayo hayakubaliki kabisa mahali popote. Nawaomba sana wahashamu maaskofu wa klero na wote walioumizwa na tukio hili baya kujikabidhi kwa Mungu pale tunapoumizwa na udhalimu, kama tunavyosoma katika waraka wa kwanza wa Petro sura ile ya pili aya ya kumi na tisa ambayo inasema: maana huu ndiyo wema hasa mtu akivumilia huzuni kwa kumkumbuka Mungu pale ateswapo isivyo haki. Aidha, ninawasihi sana watanzania wote tuendelee kupendana na kusimama pamoja kulaani matendo hayo mabaya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 ambayo inasema na aache mabaya atende mema atafute amani aifuate amani. Na katika hili tujitahidi pia kujizuia na hasa kuzuia ndimi zetu kama tunavyoelekezwa katika waraka wa Yakobo sura ile ya kwanza aya ya 19 mpaka 20 ambayo inatuelekeza kwamba Hayo mnajua ndugu zangu wapenzi basi: kila mtu na awe mwepesi wa kusikia, bali si mwepesi wa kusema, wala kukasirika, kwa maana hasira ya mwanadamu haitendi haki ya Mungu. Tukumbuke kwamba amani yetu haina mbadala, na hivyo ni wajibu wetu sote kulinda amani na utulivu wa nchi yetu. Ninapenda kuwaasa vijana kutokubali kutumiwa na wanasiasa wenye uchu wa madaraka walio tayari kuwatumia kuchochea vurugu wakati wa uchaguzi kwa manufaa yao wenyewe. Napenda pia kuwasisitiza watendaji serikalini kutenda haki katika utekelezaji wa majukumu waliokabidhiwa. Lakini vilevile ni muhimu kuendelea kuliombea taifa letu kwa Mwenyezi Mungu, ili liwe na amani na utulivu, na hasa mwaka huu tunapoelekea kwenye uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani. Washa maaskofu, mapadre, watawa na wageni waalikwa, napongeza homilia nzuri sana iliyosheheni mafundisho ya msingi kwetu sote, lakini pia nimepokea risala ya kanisa iliyosomwa mbele yetu na Mhashamu Askofu Lazarus Msimbe wa jimbo Katoliki la Morogoro. Nimepokea ombi mahususi la kanisa la kurejeshewa ardhi ya bodi ya wadhamini ya kanisa Katoliki jimbo la Morogoro ambayo sasa ni sehemu ya jimbo jipya la Bagamoyo ambayo kwa sasa ni sehemu ya chuo cha Adem. Kwa kuwa madai haya yamekuwepo kwa muda mrefu, ni wakati mwafaka sasa yakapatiwa ufumbuzi wa kudumu. Na kwa ajili hiyo, ninamwelekeza Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia aunde timu maalum itakayoshirikisha wataalam kutoka wizara yake ya elimu, sayansi na teknolojia, wizara ya ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi na ofisi ya rais tawala za mikoa na serikali za mitaa ili wakae mezani na uongozi wa kanisa katoliki jimbo la Bagamoyo ili kujadili na kutoa mapendekezo ya namna ya kufikia ufumbuzi wa swala hili aidha taarifa ya timu hiyo ya pamoja iwasilishwe serikalini mapema iwezekanavyo kwa ajili ya uamuzi mwisho Mwisho, kwa niaba ya Mheshimiwa rais aliyenituma kumwakilisha katika maadhimisho haya, narudia tena kumpongeza sana Mheshimiwa Askofu Stephano Musomba Ose kwa kusimikwa kuwa askofu wa kwanza wa jimbo hili. Aidha, ninamtakia mwasha Baba Askofu Musomba afya njema na umri mrefu ili aendelee kutubariki kutufundisha na kutuombea. Vilevile, ninawataka waamini wa jimbo Katoliki la Bagamoyo, wananchi wa Bagamoyo na wote wenye mapenzi mema, heri katika uzinduzi wa jimbo jipya la Bagamoyo. Na naomba sasa nimalizie hotuba hii kwa kukabidhi fedha kidogo, shilingi milioni ishirini ambazo mheshimiwa rais amenituma ni mkabidhi Baba Askofu kwa ajili ya mafuta ya gari ya kuanzia ziara zake za kichungaji katika jimbo.